Cecylia Miraji ni mwanamke mpambanaji, alianzia chini kabisa. Nimeanza nikiuza vitumbua, nikiuza ndizi barabarani, ujasiriamali wa kila aina mdogo ambao wewe unaufahamu. Lakini pamoja na hayo yote sikukata tamaa, nimepitia changamoto nyingi mbalimbali mbali, lakini kwa kutokukata tamaa kwangu na kukataa kubaki palepale, kama kauli mbiu yetu inavyosema, mpaka sasa nimemiliki, nimefanikiwa kumiliki kiwanda ambacho kinahusika na uzalishaji wa keki, mikate, vitafunywa vya aina mbalimbali hapa mkoani Geita, na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu nilifanikiwa kushinda tuzo ya mwanamke kinara kanda ya ziwa katika sekta ya upishi na upambaji wa peki kupitia jukwaa la mwanamke kinara. Dada yangu Dida, ninaomba usimame uonyeshe mkono, wageni waalikwa. Tuzo hii ya mwanamke kinara niliyoipata ilinipa nipa chachu, ikanipa moyo, ikanipa nguvu ya kuendelea kupambana, na kupitia tuzo hiyo ikanipa sababu tatu zifuatazo. Kwanza, kurudisha kwa jamii yangu, shukurani kwa kile ambacho wamekuwa wakiniamini wateja wangu na wote wa kanda ya ziwa ambao walinifanya mimi kuwa mshindi kwa kupitia kazi zangu ambazo nilikuwa nazifanya. Kwa hiyo nikaamua kurudisha kwa jamii yangu kwamba niwatumikie wanawake, nikaanzisha grupu kwa kuwaleta pamoja wanawake wa mkoa wa Geita. Tulianza na grupu la WhatsApp lakini baada ya group la WhatsApp tukaanza msimu wa kwanza wa Geita Women Festival mwaka jana, na leo hii kupitia tamasha la Geita Women Festival mwaka jana tulifanikiwa kuunda magrupu mawili vikundi, ambapo vinawezesha wanawake kupata mikopo na kusaidiana kijamii. La kwanza linaitwa Geita Smart Women, wanachama wake wako hapa, naweza nikapunga mikono Geita Women Geita Smart Women ambao wamezaliwa kutokana na Geita msimu wa kwanza Geita Women Festival msimu wa kwanza, na pia kuna grupu ya Geita Golden Women. Hizo zote ni zao la Geita Women Festival msimu wa kwanza. Lakini katika safari yangu ya mafanikio, mbali na kupata tuzo hiyo, nimekuwa nikishirikiana na Sido. Sido wamenishika mkono katika safari yangu ya mafanikio toka ninaanza sina kiwanda, wameniwezesha kupata nembo ya TBS ubora ya ubora, wamekuwa wakinishika katika kila hatua na tumekuwa tukishirikiana na Sido hata kutokea tamasha la, la mwaka jana ambalo tulilianza mama yangu kipenzi, Madam Nina Chimbi, mlezi wangu haja yaniacha nyumba, ninamshukuru sana mafanikio yangu yote. Amekuwa akinitia moyo na kuniambia sesi unaweza, sesi usikate tamaa. Lakini pia baada ya kushinda tuzo nika, mwaka jana nikafanikiwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa TWCC, chemba ya wanawake wafanyabiashara mkoa wa Geita. Kwa hiyo TWCC niliwezesha kuendelea kukutana na wanawake kuwashauri, kuwaelezea namna ya kupambana. Imenipa wigo mkubwa, na ndio tuko pamoja mpaka hapa sasa. Tunaendelea kushirikiana katika kuhakikisha kwamba mwanamke wa Geita anajitambua, mwanamke wa Geita anapambana, mwanamke wa Geita anafanikiwa. Malengo ya Geita Women Festival, la kwanza utambua mchango mkubwa unaofanywa na wanawake wa mkoa wa Geita kwa kuwapatia tuzo za Malkia wa Dhahabu. Ni kwa nini tumezipa hizi tuzo za Malkia jina tuzo za Malkia wa Dhahabu? Kwanza, zimeanzishwa katika mkoa wa Geita ambao asili yake na rasilimali kubwa ya mkoa wa Geita ni dhahabu na tuna, tuna, tunaamini tunatambua kwamba dhahabu ili iweze kung'aa lazima iwe imepita kwenye moto. Kwa hiyo wanawake hawa ambao tutawapongeza usiku wa leo tutakao wapa tuzo usiku wa leo ni mwanamke yule ambaye amepitia katika moto wa aina mbalimbali, changamoto za aina mbalimbali, lakini mwanamke huyo malkia wa dhahabu hakukata tamaa, hakurudi nyuma pamoja na vikwazo vyote alivyokutana navyo, lakini aliweza kusimama na kusonga mbele. Kwao nina hakika Malkia wa dhahabu ambao watapata tuzo usiku wa leo, kila mtu anakiri kwamba yule mwanamke anastahili. Lengo la pili ni kuwaibua na kuwasaidia wanawake wanaojituma, lakini wana changamoto ya mitaji ambayo inawakwamisha wao kuto kusonga mbele. Unakuta mwanamke ameanza biashara yake labda ana, ana, ana, ana kigenge anauza nyanya ana mafungu matano, lakini kila ukienda leo ukirudi kesho, yale mafungu hayaongezeki. Mwaka wa kwanza mwaka wa pili, kibanda chake kiko vile vile. Kwa hiyo tunahitaji kuwaibua wanawake hao, ili tuweze kuona wanakwama wapi, na kwa kushirikiana na SIDO na TWCC tutawapa tuta wa, elimu hao wanawake tutawashika mkono na kuhakikisha kwamba wanasogea na kusonga mbele, kupitia jukwaa hili la Geita Women Festival. Lengo la tatu la Geita Women Festival ni kujenga upendo na mahusiano mazuri kati ya mwanamke bila kujali tofauti zao za kiuchumi, kisiasa, kisekta na kiutamaduni, kwa sababu kumekuwa na dhana upendo unapopo haupo mtu anapoona kwamba huyu anapika keki na mimi napika keki, badala ya kuwa marafiki wanakuwa maadui kwamba huyu atanibia wateja wangu huyu atafanya nini. Sasa tunataka kuvunja huo ukuta wa kwamba kama wewe unafanya biashara hii, basi mwenzio anayefanya biashara hii inayofanana na ya kwako awe ni rafiki yako. Inapotokea kwamba wewe umekwama kitu, basi hata kama ni mteja unaweza kumwelekeza kwa, kwa mwenzio ambaye anafanya biashara kama ya kwako. Lengo la nne la Geita Women Festival ni kuwaunganisha wanawake wa Geita na masoko mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Geita.